Hiyo Steve Nyerere kama ameitwa atakuwa ameitwa na wapelelezi, bado sijapata habari zake kwa sababu kuna timu inashughulika na masuala haya. Kwa hiyo kama ameitwa ni jambo jema, kwa hiyo atahojiwa, alafu baadaye uamuzi utatolewa, aidha tuendelee kuwa naye, apewe dhamana. Kwa hiyo e, hey, kama ameitwa ni jambo jema pia. Lakini hili la wanamanji e, niseme sisi tulishampeleka mahakamani kwa kesi yetu ya ambayo inahusika na madawa ya kulevya. Kwa hiyo kesi alionayo ni ya uhamiaji, ambayo siwezi kuizungumzia, make sio uwanda wangu, sio eneo langu la, la kazi. Kwa hiyo watu wa immigration, watu wa uhamiaji wanaweza kuwa na nafasi nzuri ya kuielezea. Swala la Mbowe liko mahakamani, siwezi kuizungumzia, lakini nachojua bado na na e, e, nina powers za kumwita na nikamhoji. Kwa hiyo nitaendelea kumwita sana, kwa sababu ninawajibika kufanya hivyo mamlaka. Je, ungejisikiaje kama ungeweza kufikia maelfu ya watu moja kwa moja kwenye simu zao kuhusu huduma za bidhaa zako? Kama ndiyo, SMS mtandao ni mfumo wa kisasa unaokuwezesha kutuma maelfu ya jumbe za simu kwa muda mfupi. Fungua akaunti yako sasa. SMS mtandao popote wakati wote.